Hi guys, sasa ni hivi. Siku ile baada ya uh, Captain Tesha kufanya ile press na kuongea vile, kichofata ni kwamba jeshi lilienda kumchukua kutoka kwenye kikosi chake cha uh, shule ya anga uh, sak waenda kumchukua na kumpeleka makao makuu ya jeshi Dodoma. Toka siku ile mpaka leo yuko makao makuu ya jeshi, wanaendelea kuhojiana naye hawajamchukulia hatua zozote, hajatolewa jeshini, haja he still an active member. Captain Tesha bado yuko active kwenye military Tanzania. Hawajamtesa, hawajamteka, hawajamuua. Wanafanya naye mahojiano na mahojiano hayo yanafanyika almost every day, na yanaongozwa na CDF mwenyewe, yanaongozwa na Mkunda mwenyewe maongezi hayo. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini hawamchukulii yule hatua haraka, au something like that. Tatizo ni kwamba ule Kaptendesha kabla hajafanya ile press bwana, kumbe alishakaa mkutano na macapten wa vikosi vingi, walisha mkutano wakakubaliana ndo hata kumtoa ndani ya jeshi kwa sababu support iliyokuwa nyuma ya Captain Tesha Captain Tesha ni kubwa, kama nilivyowaambia, alikaa na ma captain wengine wa vikosi vingine. Kwa hiyo ni vikosi vingi tayari viko nyuma ya wananchi, vikosi ni vingi. Kwa hiyo kama mnavyomjua, Samia ni low IQ, ni zero brain eh, ni form 4 failures, standard 7 failure, aliye kupasi shule. Kwa hiyo hana akili. Kwa hiyo Samia alitaka yule Captain Tesha apotezwe Yani apotezwe atekwe, yani apotee ili ilete uoga kwa wengine kina, kina, kina Mkunda wakawambia see, hii ishu sio hivyo, hii issue lazima tuende nayo taratibu, lasivyo as unatokea kesho. Kwa hiyo inabidi tuende nayo huyu taratibu, yani sio mtu wa kumfanyia ushenzi wowote huyu, lasivyo uwasi unatokea, ndio hicho kinachofanya Captain Tesha mpaka leo bado yuko hai, bado yuko okay, hajatekwa na bado hajatolewa kwenye jeshi, ni hilo. So anyway, ni kwenda kurudia ile ile mm, ile warning niliyotoa kwa wanajeshi wetu wa bara. Tunaomba nawaomba muwe makini tarehe ishirini na tisa muwe makini na mipaka ya bara, yaani sio tu tarehe ishirini na tisa even before tarehe ishirini na tisa muwe makini na mipaka ya bara. Kwamba kusiwe na wanajeshi wowote wa wa kutoka Zanzibar au polisi kutoka Zanzibar, kwa sababu kimama amesha realize kwamba nyinyi wanajeshi na polisi hamtoua, hamtoua ndugu zenu. Hiyo ameshaambiwa, hamtoua ndugu zenu. Sasa anafikiria njia nyingine yote. Kwa hiyo hatuwezi kujua atafikia kitu gani. Kwa hiyo tunaomba jeshi muwe on the lookout kwamba kamba wa Watanzania watadili na polisi wa bara tu na sio outside forces. Anyway, yeah. Watanzania, ah, kingine cha mwisho Watanzania. Tumeshamla ng'ombe. Tumebakiza mkia. Maana kuna wengine wachache wenu nimeona ni ni kama vile mnaanza kuvunjika moyo, mnaanza kuwa wanyonge. Sasa hii haina kutia huruma. Hii haina unyonge haina. Hapa kuna mawili tu. Ishirini na tisa tunakomboa nchi au wanatuua. Wataamua wao. Lakini haina kutia unyonge. Haina kupoa. Okay. Tumesha mla ngombe, tumebakiza mkia ndugu yangu, tunashinda. I wish you guys mngejua how close we are to winning. We are winning. Hakuna mtu ambaye hawini akiwa nyuma, yuko na jeshi. Hakuna anayelose ndugu yangu. Tunawin kesa mia tunamwondoa ishirini na tisa. Let's just stay focused. Stay focused, tuachane na madrama ya wasanii, situi ma challenge, situi ma ushenzi ya wote, situi wameachana. Tuachane na huo upumbavu wao tu. Stay focused. Stay focused. Tu